Foleni za magari hapa Dar es Salaam kwa sasa ni kama kitendawili kilichokosa majibu. Kila uchao barabara ambazo zimekuwa zikikumbana na hali ya foleni zimeongezeka. Awali kulikuwa na barabara ambazo zilikuwa zimezoeleka zaidi kwa hali hiyo, lakini kila uchao mambo yanageuka. Mambo kadhaa yamekuwa yakichangia, kwanza kuharibika kwa magari kwenye hizo barabara ambazo kwa sasa zinaonekana ni finyu Kini kuendelea kwa ujenzi wa barabara nyingi katikati ya jiji la Dar es Salaam na hata kwenye maeneo ambayo ni nje ya Dar es Salaam. Nini mwarubaini wa hali hii ambayo kitaaluma inaelezwa kwamba ina athari kubwa kuanzia kwenye saikolojia za wale ambao wanatumia usafiri wakiwemo madereva ambao ndio waendeshaji, lakini pia hata kiuchumi, serikali imekuwa ikipoteza mapato mengi kwa watu kukaa barabarani kwa muda mrefu. Hilo ndio mada ambayo tutakuwa nayo kwa leo kwenye uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani, ambaye nakualika twende sote, nikiwa na matumaini ya kwa kwamba siku yako imekwenda salama salmini. Studio tumemwalika Dr. Athumani Mfutakamba, yeye alikuwa naibu waziri wa ujenzi na ni mtu ambaye amebobea katika eneo hili la miundombinu hasa ya barabara. Karibu sana. Nashukuru sana nilikuwa naibu waziri mm. Uchukuzi. Uchukuzi. Uchukuzi. Dara ujenzi. lakini <laughs> nimefanya ujenzi wa <laughs> barabara Marekani kwa miaka tisa. Kwa hiyo mm. Okay. Okay. na uzoefu wa kutosha. Nam lakini kando yake tunaye Hassan Dede yeye ni mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori hapa nchini karibu sana. Asante yes, sana mambo nakwenda. Nashukuru sana Ma Mambo na kwenda Dr. Mfutakamba, tuanzie kwako. Watu wengi wanaitazama Dar es Salaam kwa sasa, imekuwa ni kama miaka nenda miaka rudi. Uh, swala la foleni watu wanaona ni kama jambo la kawaida, lakini kuna wakati ambako hali inakuwa ni mbaya zaidi, hasa kwenye baadhi ya barabara ambazo tunaamini wengine wanatuambia kwa kuwa ni njia za kwenda bandarini, ndio hali inakuwa ngumu. Lakini hata hivyo, kuna barabara nyingine ambazo za maeneo ya katikati ya jiji na zimekuwa katika hali hiyo. Kwa nini? E, taswira na mitazamo ya watu wanaona kwamba Dar es Salaam hakuwa na foleni ni jambo la kawaida. Uh, kwanza niseme tu e, ujenzi unaoendelea sasa hivi Dar es Salaam ni afya ya uchumi, afya ya uchumi kwenye e, makao makuu ya a, jiji la biashara e, na e, matatizo haya ni ya muda mfupi, kwa sababu unapojenga miundombinu hasa ya barabara ni lazima eh, wananchi itabidi wavumilie kwa kipindi fulani hiki cha mpito. Eh, lakini mpango mzima wa uh, hizi barabara kwa mfano za mwendo kasi eh, ujenzi huu uh, plani yake ilifanywa na Jaika mm. Eh, na ilikamilika kukipa mwaka elfu mbili na nne. E, kwa hiyo BRT ndiyo ilikuwa imeanza utaratibu pale na ujenzi e, ukaanza kwenye e, awamu ya nne e, kwa kampuni ya Austria ambayo ilipata tenda ile ya kujenga. Sasa e, kwenye majiji yote duniani e, utaratibu wa kupanga mipango ya Eh, usafiri kwenye majiji, mimi nimekuwa rais wa Afrika wa summit ya eh, usafiri kwenye majiji hmm, kwa miaka miwili. Eh, kinachofanyika ni kwamba magari ya kawaida, lakini eh, usafirishaji wa umma, lakini usafirishaji wa umma sisi tumeanza hiyo awamu ya kwanza ambayo ni barabara ya mabasi yanayoenda kasi hmm. Lakini huko utaratibu pia ku waku weka treni zinazoenda kasi ambazo zinajengewa nguzo zitakuwa zinaenda, eh, treni zile zinakuwa na haraka kutoka sehemu moja mpaka nyingine, kwa mfano Bunju mpaka uwanja eh, eh, wa ndege eh, eh, wa Mwalimu Nyerere, uwanja wa taifa eh, wa kitaifa wa Mwalimu Nyerere. Lakini eh, magari mengine pamoja na treni zinaanza kasi, baadaye zinaweza kwenda mpaka Mbagala zinakwenda mpaka Kibaha. Hmm. Lakini njia nyingine pia ni magari ambayo yanaweza kwenda kwa eh, utaratibu wa kawaida zinaitwa trams. Hizi trams zinakuwa kama mabehewa mawili. Hmm. Lakini yanatumia eh, umeme, umeme kupunguza matatizo ya uchafuzi wa mazingira. Hmm. Eh, kwa sababu magari yetu kweli yanaposimama barabarani muda mrefu, na kuna kuna uchafuzi wa mazingira eh, lakini eh, njia nyingine ni treni. Sasa hivi eh, serikali inajitahidi trendi zinakwenda mpaka Pugu na paka nini ili kupunguza msongamano wa magari barabarani. Hmm. Lakini pia lazima tuelewe, Tanzania uchumi unakuwa, wananchi sasa hivi ile uh, exposable income y yeah, yani pesa zipo watu wananunua magari eh, hmm. Yani, wananua magari watu wengi, eh hapo hapo Dokta, kulingana na watu kununua magari, maana yake kwamba yeah. Ongezeko likubwa, lakini yeah. Uh, ukiangalia ujenzi barabara zetu nyingi bado zimesalia ujenzi ule wa njia mbili kwenda njia mbili kurudi, ukiondoa yeah. Uh, hii ambayo inakwenda mpaka Kibaha ambayo Kibaha imekuwa yeah. njia nne yeah. yeah. na imesaidia kweli kweli kuweka Likweli. Hali ya mambo kwa nini bado tumekuwa tumebaki hapo kwenye njia mbili njia mbili zitafika mpaka nne kwa sababu E, iye ile nafasi ya kupanua bado ipo na serikali inafikiri na mipango hiyo wanasubiria eh ya bajeti. E, awamu ya sita anafanya kazi kubwa sana e, serikali ya e, Dr. Samia Suluhu Hassan inasukuma ili gurudumu kuifanya Dar es Salaam iwe e, e, ina urahisi sana wa, wa kusafiri kwa hiyo e, hizi changamoto zinazotokea sasa hivi eh, ni za muda kwa sababu ni wakati wa ujenzi hmm. eh, lakini baadaye eh, watu watafurahi tu. Na sasa hivi nimeona eh, kampuni ya ya Dubai imeingia mkataba wa kuongeza mabasi, nafikiri mabasi 177 yataongezeka, kwa hiyo na hizi barabara eh, magari yatakuwa yanakwenda mwendo kasi, kwa hiyo watu wataacha magari yao nyumbani. E, watapanda e, haya mabasi, kwa hiyo kwa sababu yatakuwa yako mengi mm. Ah, haya matatizo nataka kusema ah, ni ya muda eh, nchi zote ambazo zimeendelea eh, hiyo multimodal system of transportation yani njia tofauti tofauti za usafiri zitajengwa hapa Dar es Salaam mm. Na majiji mengine, kwa hiyo msongamano eh, huu utapu, utapungua kabisa. Mimi nashukuru nimeona Mheshimiwa Bulega eh, waziri wa ujenzi pamoja na timu yake sasa hivi hmm. system wanatumia kama ya California. Mimi nimefanya kazi kwenye barabara miaka tisa kule hmm. mnajenga usiku e, hmm. wakati magari yamepungua e, e, kule California tulikuwa tunaanza saa mbili usiku e, tunatumia hizi e, floodlights taa zenye nguvu kubwa alafu tunajenga kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Hmm. tunakwenda kulala alafu tunarudi saa saba ofisini ili kutoa ripoti. Kwa hiyo mm -hmm. hicho kwa bahati nzuri kinatokea sasa hivi eh, hapa Dar es Salaam eh, na kitapunguza eh, eh, eh, msongamano, baadaye utapungua hizi barabara zikiwa zimejengwa na kukamilika, okay. na leni nne nne zinawezekana kabisa kwa upande zote mbili kwa sababu mm -hmm. nafasi zipo, alafu eh, leni ile ya katikati ndio itatumika kwa ajili ya mwendo kasi ya mm. Yeah. Tena chuko vizuri sana mm. Uh, dede. Yeah, nyinyi ni miongoni mwa watu ambao wa kwanza mnalalamikiwa, magari yenu mengi ndio yanakufa barabarani. uh, kwa hiyo watu wanasema moja ya chanzo cha foleni ni haya maroli yenu. Hili nanyi mnaliona kwa njia hizo hizo? ah uh, sisi pia tunaliona hili, lakini tunaliona kwa njia ya tofauti, sio kama sisi tunalalamikiwa. Sisi hatusababishi magari kufa, mm -hmm bali wenye wa wa wa magari wenyewe ndo wangeulizwa swali hilo, lakini sisi kama dereva wajibu wetu kutekeleza majukumu yetu kulitoa gari kutoa mzigo bandarini, kupeleka sehemu inayofaa, ina, lakini, ambacho kinajikuta ni kwamba nafikiri sheria ingeweza kuliangalia vizuri hili kulingana na hali ya sasa, ambapo serikali inajitahidi najitaidi kuboresha miundo mbinu ione namna sasa kuona kwamba haya malori na, safi, na usafiri mwingine wa umma na usafiri mwingine kama huu tunasema watu binafsi kwa sababu malori haya yanakwenda kwenda mikoani mm. ni vyema tukaangalia muda sasa kulingana na barabara zetu kwamba hizi gari sasa zitembee muda fulani, ili watu wengine wafanye nini, waende maofisini kama ilivyokuwa mwanzo, maji yalikuwa yanaendelea mm. Leo tunaacha lori asubuhi, napakia kutoka nakutana babani pale pale, nakutana daradara pale pale inakutana na, na ujenzi wajenga barabara zao tukutana pale pale. mm. Kwa mwisho wa siku hili lori linakwenda kuharibika hapo. Kama mnavyojua njia zote zinafunga. Wajili wetu tulionao sio wale wenye mitaji mikubwa na magari mapya. Magari tulionao siwezi kulikataa changamoto kubwa ambayo tuko nayo pande zote mbili. Kwa upande wenu hizi <laughs> Unaona kama picha hizi zinatuonyesha foleni ambayo kwa namna yote maroli ndio ambayo yamesheheni hapo barabarani. Athari ya moja kwa moja ambayo mnaipata nyie ambao mnaendesha haya maroli ni ipi, kulingana na hasa? Uh, namba moja tunaoipata hapo sisi, ukubwa wa foleni kwanza, mafuta tunatumia uh, ni mengi. Ushaelewa? Bosi kanipatia mafuta lesho ile ya kwenda Tunduma tuseme, hmm, au lesho ya kwenda Mwanza au popote pale. Lakini yeye hajui kama ninakaa foleni

jia imepungua, mm. sasa hivi unaona kuna foleni toka kwa saa tatu, sasa hivi uwezi kukuta foleni toka, sasa unaweza kukuta foleni sasa. Haya magari ambayo yaya, sisi tunatembea usiku, unaweza kutembea usiku, tutembee muda mwingine, muda mwingine tupumzike, tuachie wengine watembee, kusungana barabara zetu. Lakini nimemsikia hapa Mheshimiwa Naibu Waziri amezungumzia kwa barabara sasa zinajengwa usiku ama mchana, lakini kia, kia nikifuatilia naona barabara zetu zuna, tunajenga sisi wenyewe mchana usiku lenyewe tunataka kupumzika. Kwa hiyo tayari fulani anafanya nini inakuepo lakini light kama anachokizungumza labda kama limepitishwa sasa, mheshimiwa waziri aongeze nguvu upande upandea kwamba watu wafanye kazi hii usiku mchana watu wafanye nini? Mm. Watumie barabara hizi mm, lakini pia leo tunaangalia, tulikuwa tuna, tuna changamoto ukitoka mikoani ukifika Kibaha unaanza jasho kukutoka, kwa maana inaingiaje Dar es Salaam. Eh? Hii foleni nafikaje? Yani unafika Kibaha mapema, lakini unaanza kuwaza kufika. Lakini leo hatuwazi Kibaha tena, tunaweza kushuka ya poti. Mimi nashuka ya poti sasa hivi, naweza kufika kufika mjini jasho na nitoka. Mm. hakuna miundombinu, ndio inaboreshwa. Lakini sasa tuangalie pia, tuone namna nzuri kushauri serikali. Leo tunatengeneza, miaka miwili ya miaka miwili ijayo tutaanza kutuanza kupanua barabara Wakati mheshimiwa Rais anapanua nchi, anafungua nchi, wawekezaji wengi wanaingia, na sisi vijana tunapata ajira. Kupata ajira mm. wanakime, ajira maanake, fursa za kazi zinapatikana. Nikipata kazi, nanunua gari, kinunua gari, na mimi naingia barabarani. Sasa hilo tumeliona, watanzania wangapi wanakimbilia Dar es Salaam? Kila mtu sasa anataka aje akae Dar es Salaam na ananunua chombo chake. Huwezi kumzuia kwamba wewe lazima utembee kwa, kwa mwendo kasi. Kila mmoja na utashi wake, hakuna sheria ambayo itakubana kwamba wewe lazima we upande mwendo kasi au kapande usafiri wa umma, tatumia mi chombo changu nicho nacho. Sasa kama tungete wazo lingepitishwa ile moja kwa moja kwamba kama bajeti ni ndogo, tutembee na ile ile njia nne, maeneo mm. yote apite njia nne kesho nisho kutoa tena. Hatuwezi kuja kukaa tu nini kupanua barabara, lakini leo tunapanua barabara njia mbili, baada ya muda fulani tunafanya nini? Tutakuja kwa yale yale, foleni zinaanza moja mm. zile zile. Leo tunajikuta watu wanapita kwenye mwendo kasi akita mwendo kasi anakamatwa hudelewa katika mwendo kasi kwa sababu atakufa nini kuwahi. mm -hmm. Sasa hii lazima pia tuliangalia kwa, kwa kwa, upana kwamba nchi inazidi kufunguka. Rais anafanya kazi kubwa. Sasa hao ambao wasaidizi wake au ndugu zangu akina Mheshimiwa Waziri Lulega aone sasa namna gani ya kuweza kuboresha hii, sio hili. Tunaangalia tunaangalia boda zetu, tunaangalia Tunduma eh tuna tuna tuna, tuna mtihani ni msiba ambao tunaona namna ya kutatua, si tutumie njia gani, lakini mm -hmm. tuna najitahidi kuona namna gani tuweze kufanya. Na pale mnakaa foleni ndefu kweli kweli, mpaka bora tukukaa foleni unazungushwa mm. kwenda sehemu ambayo haistahili. Unafika mm. Tunduma unaambiwa uende njia Sumbawanga, ukazunguke ndio upange foleni. Boss kanipatia mafuta ya kwenda Kongo hapo. Lita 2400 au lita 2500. Najikuta hapo mpaka hapo mpaka Tunduma ile foleni nishatumia lita mia nane sawa au mia saba au mia sita futi na leo ile iliyokuwepo kwa sababu hiyo yeah. Mizunguko nayo pewa lake madhara ni manunguniko kwa wananchi kwa, kwa lalamikia serikali. Madereva wanalalamika wanalalamikia serikali, kila mmoja analalamikia serikali. Kwao lazima tuone namna ya kumsaidia Mheshimiwa Rais mumsikia. mm. yeah. uh, yeah. hawa uh, yeah, yeah, yeah. ndio wenyewe ambao kila siku yeah, kweli, kweli, wano, kweli. wapo barabarani na <laughs> kadhia ambazo wanakumbana wana nazo katika hali ambayo sasa tushafika kama hapa tulipo, yeah. Nini ambacho sasa kwanza tunaweza tukafanya ili kupata suluhisho la muda mfupi na la muda mrefu ili hizi foleni ziondoke katika jiji ambalo uh, ndio jiji la uchumi mm. uh, tumeondoka kutoka mji mkuu wa serikali tumepeleka Dodoma ambako ndiko yeah. makao makuu hapo yeah. umebaki kama mji wa biashara biashara ndio ndio mm. bandari tunayo hapa uwanja mm. eh, eh, wa ndege tunao eh, mimi nataka kurekebisha kureke, eh, kidogo kwa ndugu yangu eh, eh, wanaoendesha maroli Eh, barabara hizi eh, sasa hivi eh, wale wakandarasi wanafanya kazi usiku na mchana, na sababu yake eh, wanahitajika kumaliza eh, hizi barabara ujenzi wake haraka zaidi, ili adha na kero hizi zipungue kwa wananchi, kwa sababu barabara zitakapopanuliwa eh, leni mbili mathalani eh, uchukue kutoka eh, katikati ya jiji kwenda mpaka um, uh, kuelekea Bunju e, upanuzi sasa hivi e, wanajenga usiku na mchana, na sababu yake e, waziri amewapa ya maelekezo kwamba wamalize haraka, na huo ndio utaratibu. Mimi nafikiri watu wavumilie, kwa sababu magari yanaendelea e, ku e, kutembea, lakini mm, tunazo, tunazo changamoto kwa mfano kipindi hiki cha mvua E, kipindi cha mvua utelezi mwingi barabarani, alafu magari mengine hata binafsi e, yanapata hitilafu katikati ya barabara yanaziba pamoja na maroli e, jana mimi nilikuwa natoka e, Mlimani City e, kwenda e, na kwenda Mbezi Beach nakuishi mm. <laughs> e, kuna roli pale e, halikufungwa vizuri e, nondo kwa hiyo likafyatuka zile nondo pale kabla ya kona ya kwenda Goba. Mm. Kwa kweli tulikuwa masaa mawili e, na hata hatujui kinatokea nini kule kutoka e, Mlimani City kwenda Bezibichi masaa mawili. Kwa hiyo pia e, udhibiti ule wa kufunga mizigo ile e, uwe wa kutosha, lakini pia e, nyakati hizi za mvua e, e, wananchi pia wajaribu kuangalia ubora ule wa e, magari kwa maana hizi za kawaida engine pamoja na uh, sio lazima umfuate tu mtu anaendesha gari alafu uh, yeye yeah, ana Prado au uh, ana Land Cruiser, wewe uh, una gari ya uh, IST uh, uh, au uh, pass unamfuata nyuma uh, utapata matatizo makubwa uh, Kwa hiyo pia uh, ubora wa magari nao ule lazima utazamwe, lakini kujenga, inabidi kujenga usiku na mchana uh, lakini mi naamini zikikamilika hizi lane, eh, eh, ambazo sasa hivi zinapanuliwa, eh, lazima kutokuwa na upungufu sasa. Kuacha tu magari eh, kwa mfano ya mizigo yaondoke usiku tu au eh, mchana yawe magari ya kawaida, mimi nafikiri sasa hiyo ni tatizo kiuchumi, kwa sababu mizigo lazima itoke. Eh, bandari ya Dar es Salaam au mizigo mingine ingie bandari ya Dar es Salaam, lakini mimi naona kuna vigwaza ile eh, dry port mm. eh, inasaidia kiasi kikubwa ki sana eh, kwamba magari mengine sasa yanaweza kuchukulia eh, mizigo kule, lakini pia najua uh, SGR TRC si muda mrefu itaanza utaratibu wa freight train treni zitabeba containers kutoka eh, bandari ya Dar es Salaam. Eh, nafikiri pale ni Ihumwa, Ihumwa wameanzisha dry port sra engineer Masanja Kadogosa eh, na timu yake na wanafanya mm -hmm. jambo kubwa kabisa, pamoja na uh, Plus du Simbosa meli sasa hivi eh, hazi eh, dwell time ile imeshuka sana mm -hmm. eh, baada ya kuingiza uwekezaji eh, wa DP World. E, meli sasa hazikai zinafika tu pale haraka, zinashusha zikishusha mzigo e, bandarini, wana clear magari yanachukua ule mzigo e, na sasa SGR itaanza kuchukua sasa e, freight train. Kwa hiyo e, containers zitakuwa ziko pale ihumwa ambapo e, mm. sasa magari yatakuwa yanachukulia ihumwa e, kupeleka DR Congo, kupeleka Zambia, kupeleka uh, Rwanda, uh, Burundi, nchi zote ambazo mm. uh, zime <coughs> ziko landlocked, lakini pia uwekezaji tayari uh, yani serikali imeshapata pesa sasa hivi za kujenga uh, SGR kutoka Uvinza mpaka mm. uh, Keza Msongati mm. uh, kwenda Rwanda mpaka uh, Burundi eh, DR Congo eh. Mimi nimefika Msongati pale eh, ndio connection ya Burundi pale eh, na kupata eh, njia za kwenda eh, Rwanda mpaka DR Congo mm. Kwa hiyo serikali inawekeza na inafanya mm. kazi kubwa sana eh, ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan mm. na huu ndio mwelekeo ambayo nchi itafunguka bandari ita, eh, eh, inafanya kazi vizuri zaidi kwa ufanisi mkubwa na reli yetu ya SGR nayo ikianza kuchukua mizigo tutakuwa tumepunguza sasa hii adha ya maroli kubeba baadhi ya mizigo. Dokta, anatupa solution ya unasema kipindi cha kati na muda mrefu, ambacho wakati h tunaenda kutukimbia dede. Sasa ungeambiwa utoe ushauri wa kitu ambacho kifanyike, ili hali ya mambo itulie, ametugusia hapo Uh, kuwepo kwa uh, dry port pale ili malori yapungue kuja Dar es Salaam lakini hata hiyo bado tunaona yanakuja kwa wingi. Nini ambacho kingine inaweza kikafanyika kika ili kusaidia hii hali? Kusaidia hii hali ambayo tutaweza tukafanya moja hilo ambayo tumesema kwa lazima tu tubalansi tupunguze kwa sababu tunai, watu watumishi wote ili waweze kuwahi kazini tunahitaji foleni ifanye nini ipungue lakini ushauri wa pili ni kwamba tunaweza tukaona sasa, kuna serikali imefanya kazi kubwa, imetengeneza eneo sehemu inaitwa Kwala hmm. Eh, kule Msugusugu, sasa mzigo huu sasa ambao unatoka kwa wingi, ni vyema sasa tukatumia hii hmm. leli uh, tuleni kuchukua huu mzigo kupeleka Kwala, haya magari malori makubwa, sisi wenye malori tusiingie mjini, hatuna haja ya kuingia mjini kati kuna eneo ambayo ishatengenezwa tayari la ku, yora, dryport, yora, yora, yora, Kwara, hilo mzigo yote itachukuliwa pale kwenda Zambia, ataondokea pale kwenda Shinyanga kwenda Koba kwenda wapi, ataondokea pale pale, pale. safari zinaanzia pale. Sasa sizani sasa nani atakubali kupeleka mzigo kule? <laughs> wafanyabiashara biashara wetu hawa tulionao wenye ah. magari hawako tayari kwenda kule mm -hmm. Ule mpango mzuri uliofanywa na serikali yetu, sidhani kama wafanyabiashara biashara hawa wako tayari kwenda kuweka kule, gharama zinaongezeka. Sawa, ndio shida yao kubwa, kwa maana maadi yao huku, yadi ziko huku uh -huh. akatengeneza tayari nyingine uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ushat, uh -huh. wapi vigwaza, hiyo ndio changamoto, ili mpango ni wa muda mrefu ulimetengenezwa au kwamba mzigo malori makubwa asingia wapi yasingie ya mjini. Ya. Ya mjini lakini, mm. kwa nini wako wamebanana mjini kila mm. moja yuko utakuta wa, ma, mayadi yako hii barabara uh, Mandela Road uh, imejazana uh, lakini kume uh, magari yote yangeishia yange, yange, yange <laughs> kule mm. leo tungenani leo tunaona serikali imetoa hekta uh, sitini kwa, mm. kwa Kongo wamebadilishana naarizi na, yeah, yeah. na Kongo imetupa hekta 60 maeneo ya Kasumbalesa Sumbalesa na maeneo mengine Yes. Yote hao tumepewa. Sasa leo Wakongo atakiwa chukua mzigo wapi? Kwala. Sawa, na sisi mzigo tuupeleke wapi? Kasumbalesa. Sisi kazi yetu kutekeleza wajibu wetu. Shaelewa. mm -hmm. Sisi tukiambiwa hata tukomee huko Chalinze, mm-hmm. hatuna shida. Sisi tutapaki huko tunasubiri nini? Mzigo. Tunasubiri mzigo tuletewe pale. Lakini sasa nani anakubali? Mimi nafikiri... Kwa kuna changamoto iko hapa katikati, lazima tuiangalie nani, nani mzito kutekeleza hili. Mimi nafikiri ile eneo limejengwa kwa masusa nini? Ile nyora kwa ni kwa ajili ya kupokea mzigo. Mimi nafikiri elimu tuitolewe elimu ya kutosha eh, kwa hao wafanyabiashara eh, na kuwaeleza tu kwamba E, tunachotaka sasa hivi ni kupunguza msongamano wa magari hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo e, SGR ichukue e, e, pamoja na mita geji zote zinaweza kubeba containers hmm. Zinapeleka katika eneo lile ambalo e, liko Kwala. Hafsi tunachukulia hmm. pale, e, alafu mnachukulia pale elimu tuitolewe. Kwa sababu wafanyabiashara watatafutiwa aina nyingine ya a, Uh, ya incentive ya vi, uh, vishawishi vishawish vya kibiashara ambayo nao pia wataona faida kwa sababu pia Dar es Salaam tuna eh, tunapata pia changamoto ya um, eh, eh, uchafuzi wa mazingira, hali ya hewa uchafuzi mazingira, wa mazingira mm -hmm. eh, haya, haya magari mm -hmm. yanapokaa idle eh, yanaleta hewa ukaa carbon, carbon dioxide mm -hmm. carbon monoxide yanachafua sulfur dioxide zote hizi mm, ni gesi ambazo eh, zinachafua eh, eh, zina chafua mazingira eh, ni eh, na inafanya eh, hata ubora ule wa maisha eh, quality of life ipungue, yeah. Kwa hiyo ni elimu tu tutoe tu, tu, tu elimu mm. Mimi nafikiri wafanyabiashara wataelewa eh, na tutafanya utaratibu mwingine eh, ili Uh, aweze kuelewa na mizigo. Maneno kwake Dr. Athumani Mfutakamba ambaye alishawahi kuwa naibu waziri wa uchukuzi hapa nchini, lakini pia ni mtu ambaye amebobea katika eneo la miundombinu hasa ya barabara. Lakini pia tumekuwa naye Hasan Dede, yeye ni mwenyekiti wa chama cha madereva wa maroli hapa nchini. Washukuru sana Asante sana, na, na kwa kutalita. Nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Tulikuwa tukimulika foleni ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika jiji la Dar es Salaam na kuacha vilio kwa watu mbalimbali, wengine wakilalamikia uh, kukaa muda mrefu, lakini serikali pia na wachumi wanaonyesha kwamba kuna fedha nyingi zinapotea kwa watu kukaa muda mrefu kwenye foleni husika. Ni kutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa napo majali wakutana tena kesho